Ma ligiji amefika hapa, yeah. Hapa. Yeah. Na niko na maneno na nyinyi yeah. Ate niko na nini yeah. Muko tayari kwa maneno yeah. Yeah. Emali oe mimi ni mtu ya kusikiza ground. Yeah. Nimekuja kusikiza ground ya Emali. Emali yeah. Mnasemaje? Yeah.